zikuwa katika constituency yangu njana. Nimeshinda huko katika constituency yangu, hiyo yote tumekuwa tukikutana na mikutano na wananchi tukiongea maswara ambayo inahusu wananchi wa Mbere North. Kwa hivyo hawa viongozi ndio wanashikilia ama wanatekeleza maneno ya wananchi. Kwa hivyo kama wameenda katika kinyang'anyiro ya Kenya na umeferi Hauja kuwa rais. Mhm. Mm -hmm. Unasema, basi wacha tutengeneze katiba instead ya wewe uwe katika huko nje unapiga kelele huko kwa parapara, unaweka sufuria kwa kichwa, uko na kiti yako pale bungeni kama leader of opposition. Kiti ambayo E, ni ya kikatiba. Mm -hmm. Kwa sasa Raila Odinga ama Karonzo ama yule mwingine akishindwa na William Ruto ana nafasi ya kuja bungeni yeah. Ana nafasi yoyote um, e, Kenya imsimamini na jia yoyote. Kwa hivyo tunasema yale ambao ulikuwa unazungumzia mm -hmm. Ukitafuta kura za urais, pia tukupatie nafasi pale bungeni, uendelee kusungumzia hiyo maswara, ili nae wale ambao ni majority, eh, ama mlengo ambao unaongozwa na yule ambaye ameshinda na atakuwa rais mwe mna Exchange maoni pale he, na unaona inatekelezwa sio kumaanisha mm -hmm. Umepigiwa kura tuseme na wananchi e, milioni sita ambao ulikuwa umewaelezea manifesto yako. Kwa hivyo ni kumaanisha wakati huko huko nje mm -hmm. yale yote ambao wananchi wale milioni sita walikuwa nitegemea uta, uta ufanya, au na nafasi ya kuifanya, lakini ukiwa kiongozi wa opposition pale bungeni utakuwa na nafasi ya kuhakikisha yale ambayo ulikuwa unaambiwa wananchi yanatekelezwa, yanatekelezwa mm kwa hivyo -hmm. Hizi nyadhifa sio za viongozi peke yake, ni nyadhifa za viongozi ili waweze kutekeleza yale e, waliungana na wananchi wale wengine wa Kenya wakakubaliana.